tume ya mipango ya Taifa, chombo ambacho kipo kisheria kuielekeza nchi namna ya kwenda. Hicho ni chombo muhimu sana kuliko hata mabarabara tunayoyajenga, kwa sababu ndio kinachotuongoza tujenge barabara wapi, kwa sababu gani, kwa urefu gani, kwa manufaa gani? Hili nalo hata ukistaafu litabaki kama kumbukumbu kumbu yetu kwa urais wako.